Tunahitaji kutoa tu taarifa chache za ubatizo kabla tuendelee na programu nyingine. Nitaanza union ya kusini mwa Tanzania, taarifa ya ubatizo. Kituo hiki hapa leo tu wamebatiza watu 150, kando ya taarifa ya, ya watu wengine walioletwa katika makanisa mengine, ila kanisa la Magomeni peke yake kwa kazi kubwa ambayo imefanywa na wainjilisti wamebatiza watu 150. Taarifa nyingine za watu waliobatizwa tujazipata, sababu makarani waliondoka na watu wao, lakini basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kazi kubwa ambayo imefanyika, lakini kwa ujumla mpaka sasa tunata... tunazo takwimu za watu elfu tatu na kumi na sita ambao wamekwisha batizwa, kabla makonferensi jioni ya leo hajakamilisha ripoti zao na kuzituma kwa hiyo, kuanzia kesho tutakuwa na takwimu kamili za ubatizo. Huyu hapa atasema yake John, msikie mkaogopa sana, maana anapenda kutishia sana. Hebu sema za kwako tukusikilize. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni taarifa ya awali ambayo tunaitoa leo na taarifa nyingine zitakuja baadaye. Na mara conference wamebatiza mpaka sasa hivi watu elfu tatu mia nne kumi na moja. Amina. Na union ya aanaunionya kusini. Amina hizo hazitoshi. Mara conference wamebatiza watu 13411. Yeah. South Nyanza wamebatiza watu 739. 7 yeah. Neti conference wamebatiza watu 577. Yeah. Uh, West Tanzania conference wamebatiza watu 843. Amina. NGBF wamebatiza watu 4241. Amina. TRVF wamebatiza watu 1439. Amina. Uh, North Mara Field wamebatiza watu 1027. Amina. Uh, Simiu River Field wamebatiza watu elfu moja na 41. Amina. Uh, North West Tanzania Field wamebatiza watu 829. Amina. Jumla ya wote waliobatizwa mpaka sasa hivi uh, kwenye union ya pasta marekana ni 14147. Amina na tunavizia ile ya Njombe <laughs> ile ya Njombe tu tukitoka hapa tunaenda kuamishia majeshi ile ya njombe amina. Bwana wabariki sana jamani, Bwana wabariki sana. Kwa jumla sasa ni zaidi ya watu elfu kumi na saba kwa nchi nzima ya Tanzania ambao wamekwisha batizwa, lakini haya ni mahudhurio, taarifa ya awali. Jioni ya leo tutapokea t katika conference na makanisa yote, hata hizi bado, bado kabisa, maana amepokea chache kwa maeneo machache. Kwa hiyo tuzidi kuombea nakini tutafunga ubatizo wetu tarehe saba mwezi wa sita ndio utakuwa ubatizo wa mwisho kwa ajili ya mahubiri haya. Bwana wabariki sana. Nafikiri wangetupa muda, labda mikutano yote kisha tuweke tena, maana inakuja kwa kasi kutoka huko north, ya, kama mpaka baadaye tukimaliza, basi utatuambia. Asante. Bwana wabariki.